Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, leo nimekuandalia video hii fupi ambayo inahusiana na faida zinazopatikana kwa bata. Bata ana faida nyingi sana, ikiwemo manyoya yake, nyama yake, kinyesi chake, maini yake na mafuta yake. Hivi vyote vinapatikana kwa bata lakini pia vina faida nyingi sana, lakini jambo usilolijua ni kama usikuagiza mpenzi mtazamaji, kwani hivi vyote unaviona na unavitupa isipokuwa vichache tu unakula, lakini namna gani ya kuvitumia na kuviandaa kwa ajili ya tiba na manfaa. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yoyote, nikuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammadin saidi sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa taala atujalie mwisho mwema. Lakini pia nikuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kupata video zote zinazokujia kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tukaangalie faida ya bata na viungo vyake. Mpenzi mtazamaji, ukila nyama ya bata ikiwa una matatizo ya upungufu wa damu, basi nyama ya bata husaidia wewe kuongezeka damu katika viwango ambavyo vinatakikana mwilini. Lakini pia mpenzi mtazamaji, kwa mwanamke ambaye amefula, amevimba titi achukue mafuta ambayo yanatokana na ndege huyu bata, na ajipake sehemu ambayo imevimba imefula titi, kwani muda wengine matiti huvimba, sio viashiria vya kansa, inavimba tu kutokana na matatizo mengine. Basi ukipaka mafuta ya bata uvimba huo utapotea. Mpenzi mtazamaji, kula kwa wingi nyama ya bata pia husaidia kuondosha mabonde mabonde katika uso. Pia kwa upande wa manyoya ya bata, ukichoma manyoya yake, nachukua lile jivu lake na pakaa katika sehemu ambayo limevimba koo. Tunafahamu ugonjwa wa kuvimba hapa eneo la shingo, ikiwa ugonjwa ule ndio kwanza unaanza au umekuwa kwa kiasi fulani ambacho sio kikubwa, basi kupakaa majivu ya manyoya ya bata baada ya kuyachoma husaidia kuondosha kabisa tatizo hili la kuvimba koo. Lakini tatizo hili likisha kuwa kubwa ni hatari hata kuperesheni. Lakini pia tatizo hili likisha kuwa kubwa, haya majivu yanayotokana na manyoya ya bata hayatosaidia. Nenda kapate ushauri wa madaktari. Pia mpenzi mtazamaji, kwa upande wa kinyesi au choo cha ndege huyu bata, huondosha pimples, huondosha chunusi katika uso wako. Mpenzi mtazamaji, ukipata kile choo kinyesi cha kiumbe huyu bata, basi husaidia kuondosha chunusi katika uso wako, pakaa usoni Ukiweza kuvumilia karaha yake na harufu yake, ni dawa kubwa. Pia kwa upande wa ini la bata, mpenzi mtazamaji, ini la bata lina faida nyingi kabisa na faida adhimu kubwa. Mpenzi mtazamaji, faida ya kwanza ya ini la bata, ukichukua ini la bata ukalichemsha na ukajizoesha kula, wewe ambaye ni mwathirika wa moyo wako unakwenda kwenda mbio basi ukijizoesha kula kiasi fulani cha maini bila kukosa, moyo wako utatulia na hautakuwa na tabia ya kwenda mbio. Mpenzi mtazamaji, faida nyingine inayotokana na ini la bata, ukichukua ini la bata ukalipika pamoja, ukachanganya na dawa ambayo inaitwa manemane, inapatikana katika maduka ya dawa za asili kuponya maradhi ya kifua. Ikiwa una maradhi ya kifua, basi ukishafanya hivyo itaponya maradhi hayo. Mpenzi mtazamaji, na yai lake, yai la bata, yai lake huondosha udhaifu mwilini. Kwa hiyo mtu ambaye mwili wake ni dhaifu dhaifu, basi ale kwa wingi, sio chini ya mayai mawili hadi matatu kwa mlo mmoja au apate mayai sita kwa milo miwili. Hii itasaidia mwili wake kuwa sawa kabisa. Mpenzi mtazamaji, pia ini lake lina faida nyingine, nayo faida hiyo, ukilipika ini na ukachanganya na maziwa, basi huponya vijiwe katika njia ya mkojo. hakikisha unachukua maziwa pamoja na ini ambalo limepikwa, una brendi vizuri, unalitumia hutoa kabisa vijiwe katika njia ya mkojo. Lakini pia ini la bata linakata damu, kwa matatizo ya mtu ambaye anatokwa tokwa damu, hukata damu kwa haraka sana. Pia faida ingine ya ini la bata hurekebisha kabisa njia ya choo. Kuna baadhi ya watu wakienda chooni wanapata shida, wengine wanaanza kutoka kama makamasi katika choo kikubwa. Kwa hiyo ukijizoesha kula ini la bata, huweka sawa njia ya choo. Faida yingine ambayo inatokana na ini la bata, ukichukua ini la bata na ukachanganya na shadhabu, hii dawa ambayo inapatikana duka la dawa za asili, pia ukachanganya na mafuta ya mzeituni, ukampa mtoto ambaye amechelewa kuongea, basi ataongea kwa haraka. Hakikisha unampa kiasi kidogo na kisizidi viwango, kwani ukizidisha pia dawa haitofanya kazi. Mpenzi mtazamaji, yai lake pia ukipika na ukichanganya na sukari na dawa ambayo inaitwa lulu, ukala au kapaka sehemu ya jicho yenye mtoto wa jicho basi huondosha mtoto wa jicho pia. Ukila sana nyama ya bata huzidisha mbegu za uzazi kwa mwanaume. Naam, hizo ndio faida chache tu ambazo mimi nazifahamu kutokamana na nyama ya bata, lakini nyama ya bata ina madini ya chuma na ina faida mbalimbali katika mwili wa wanadamu. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ni seme ndio mwisho wa video hii fupi kutokamana na nyama ya bata. Allah subhanahu wa ta'ala akiniwafikisha, tutaangalia faida inayotokana na nyama ya sungura. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa Sina la zaidi ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari, kuombea maiti wetu wote waliotangulia, na Allah atupe mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kuriki na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV.